Karibuni katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya kumi na tano katika mwezi wa kumi mwezi wa Rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema je, nitumie rozari ya namna gani na ya rangi gani? Tumeendelea kupokea maswali mengi juu ya matumizi ya rozari hasa baada ya tafakuri ya rozari takatifu kutengenezwa na wasioamini. Swali la msingi sana tuliloulizwa ni je, yeah, nichague rozari ya punje za ukubwa gani au aina gani ya punje na ya rangi gani? Swali hili la rangi nalo linahusika na rangi tulizozungumza pia, kwamba kuna rozari siku hizi zenye rangi ya upinde wa mvua ambayo ni rangi inayotumiwa sana na mashoga. Kwa hiyo rozari kama hizo zinaweza kuwa na hatari ya kuendekeza ushoga, lakini watu wanazitumia bila kujua. Kwa hivyo tuliulizwa, je, nitumie rozari ya rangi gani? Hakika swali hili ni la msingi sana kwa sababu ni hakika, kuna rozari za rangi mbalimbali, ukubwa wa punje mbalimbali, na nyingine zimetengenezwa kwa chuma, kamba na kadhalika. Tunaweza tusione umuhimu wa kuchagua aina ya rozari, tukidhani rozari ni rozari tu, bora isiwe feki. Lakini sivyo ilivyo. Tunatambua ya kuwa rozari ni chombo tunachokitumia katika sala ya tafakari sasa ili sala yako ya rozari iweze kuwa nzuri na ya mafanikio unahitaji mazingira yanayokupa hisia na msukumo wa tafakari mojawapo ya mazingira haya yanahusiana na chombo unachokitumia yaani rozari hebu tuanze na rangi kikawaida kila mtu ana chaguo la rangi anayoipenda na kumvutia, na wakati mwingine kuna rangi ambazo hatuzipendi. Rangi zina maana nzito na zinaweza kuathiri hisia na mawazo yetu. Kwa mfano, mtu anapovaa nguo ya rangi anayoipenda anajisikia furaha, faraja, fahari na amani. Katika muktadha wa kiimani au kiroho, rangi mara nyingi hubeba ishara nyingi. Kwa mfano, rangi nyeupe inaweza kuwakilisha usafi na amani, wakati zambarao inaweza kuashiria toba. Kuelewa uhusiano huu wa rangi ni muhimu unapoamua kuchagua aina ya rozari kwani inaakisi vipengele tofauti vya imani na malengo ya sala. Lakini pia kuchagua rangi inayokugusa kibinafsi kunatoa uzito zaidi katika nafasi yako ya sala, kama vile tunavyojisikia furaha na amani katika rangi za mavazi, vilevile vile, rangi inayokupendeza na kuvutia ya rozari yako nayo inakupa faraja, furaha na amani. Nakumbuka nilivyokuwa mdogo, kila nilipohudhuria kusanyiko la sala ya rozari, nilikuwa nikiangalia sana aina ya rozari walizokuwa wakitumia watu, na hakika nilikuwa nikivutiwa sana na aina kadhaa za rangi za rozari. Sasa basi, tuseme ikiwa rangi ya buluu inakutuliza punje za buluu zitasaidia kuzingatia tafakari yako. Au pengine rangi nyekundu inaweza kuugusa moyo wako kwa maana ya upendo na kujitoa inayohusishwa na mateso ya Kristo. Hebu tuangalie pia ukubwa wa punje za rozari. Ukubwa wa punje za rozari nao unaweza kuwa na umuhimu kwa rozari yako. Kuna mtu anapenda na kujisikia vizuri anapotumia rozari ya punje ndogo na mwingine punje kubwa. Lakini pia ni vizuri kuwa na rozari ya ukubwa wa punje zinazoendana vizuri na vidole vyako ili kuruhusu urahisi wa kuhamisha punje moja hadi nyingine wakati wa kusali, lakini pia kisaikolojia punje ndogo zinaendana na hisia ya upole. Kumbe basi, mtu anaweza kuwa na rozari ya punje ndogo ili kufurahia hisia za upole zaidi. Punje kubwa nazo zinaweza kutoa uzoefu wa hisia nzito zaidi, ambayo wengine wanapata msaada katika kudumisha umakini katika sala. Hebu tuangalie mpangilio wa punje. Mpangilio wa punje za rozari unaweza kuwa na umuhimu katika sala ya rozari. Mpangilio wa punje unaweza kuwa wa karibu karibu au wa mbalimbali. Mpangilio unaomfaa mtu unatoa faraja na urahisi wa kutumia rozari katika kusali. Kwa mfano kwangu binafsi ninapendelea nafasi ya kutosha kati ya kila punje kuhakikisha ninaweza kuhama kutoka punje moja hadi nyingine bila ugumu. Mpito huu laini, kwangu mimi binafsi, ni muhimu kwa sala na tafakari isiyokatishwa. Tuangalie aina za punje. Aina ya punje za rozari zina umuhimu mkubwa wa kiroho kwa watumiaji wengi. Wengine wanapendelea kwa mfano, punje za miti ambazo hubeba asili ya kiasili inayodhaniwa kuongeza muunganisho wa kiroho. Wengine wanaweza kuchagua punje za chuma, madini ya fedha, yani silva au dhahabu, kwa uimara wao na mvuto wa kimwonekano unaompa mtu uthamani na hisia katika sala. Punje za kioo na ambazo zinatoa rangi mbalimbali na mng'aro wa kufaa pia ni maarufu. Aina hizi zinachangamsha wakati wa kusali. Sasa, kwa kumalizia, tunaweza kusema tu kwamba uchaguzi wa aina ya rozari sahihi ni uamuzi wa kibinafsi unaoakisi nia za mtu za kiroho mapendeleo ya kimwonekano na utumiaji wake. Ikiwa unavutiwa na aina fulani ya rozari kwa hisia zake za kuguswa, muundo unaokupa msukumo wa ibada, au ukubwa unaofaa kwa mvuto na sala yako ya tafakari, basi ni vyema kuwa na rozari ya aina hiyo. Ni muhimu kuzingatia umuhimu wa ubora, faraja na uhusiano wa kibinafsi unaofanya uchaguzi wako. Basi rozari unayochagua na iwe chombo cha thamani katika maisha yako ya sala, ikuletee amani na muunganiko mwema kati yako na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.